Kma sisi, wa, sisi tulikuta wazee ulikoa na kazi yao pale iko miko ya milaa ya mwakahapo uh, mila mwaka. mm. Hapo ndio mwaka ukiwa mbaya wanaenda hapo hao pango, na ndivyo tulivyokuta anzatamb jua likiwaka sana labda likipitiliza mwezi wa kumi na mbili mwezi wa kwanza, ah, jamani hii hali mbona mbaya? Mm. Tufanyeje? wanakwenda pale wanatafuta yale mamiti yao ya kutengenezea